Hello my good people, mambo vipi mpopo anawapenda sana jamani e, nimewamisi. In fact nimewamisi, nimekuwa nikishuti tu nikiposti niki, niki tu, bumpa, bumpa tu bumpa. Leo, ni bampa tu bamp tubb leo nimekuja nimekuja kwa sababu watu wanalalamika sana kuhusiana na mafua, kukuwa wanashambuliwa sana na mafua, lakini pia watu wanasema kwamba coccidiosis toka vifaranga vidogo vinakuwa na coccidiosis. I'm here with the, a good information kwamba kuhusiana na coccidiosis vifaranga wakiwa wadogo isikupe shida ile, ah, ile, trima farm ile. Trima farm inatibu coccidiosis, inatibu kipindupindu ugonjwa wa matumbo, lakini na mafua pia inatibu. Kwa hiyo kazana kuwalisha, ikiwa vifaranga wiki ya kwanza ya pili hivi, unaweza ukaunganisha wiki ya pili, kama wiki ya kwanza ile umetibu bado unaona wanasumbuliwa, unaweza ukaunganisha mpaka ile wiki ya pili Si kama tunaelewana, unaweza ukaunganisha mpaka ile wiki ya pili, hiyo trimafarm unaweza ukaunganisha na kabisa kabisa, vifaranga vile vinapata nafuu, vinapona vinapona kabisa. Lakini ukienda wiki ya pili tena umetumia trimafarm bado unaona wanasumbua, basi ununue amproliam, lakini sitegemei mimi. Huwa natumia natumia natumia mm, trimafarm na vitamini yetu ile amintoto mpaka miezi miwili, nikifuga saso nikifuga broiler. Ni hizo dawa mbili tunapambana nazo na wanaenda vizuri. Sasa hapo labda tuangalia, yawezekana pia ni vipimo, vipimo unavyotumia pia kuwapa dawa, yawezekana pia vinasumbua. Inategemea idadi ya kuku ulionao. Kama vile una vifaranga 100, 200, siku ya kwanza maji hawanywi mengi, wape hata dawa ile nusu kijiko, maji ile ndo ya lita 10 ile, wape tu maji nusu ndoo, sambaza kwenye vyombo vile. Lengo anywe tu ile dawa. Akimaliza ile dawa utawekea maji ya vitamini peke yake. Lakini kama unaona kwamba umetumia an... unaona kabisa kwamba yani umetumia Trimafam na haijakusaidia, haijaku haijakidhi yale mahitaji yako. Unaona kuna brown kwa sababu coccidiosis ni brown. Unaona mpaka inaenda kwenye damu, unatumia Amprolium. Ukiona kwamba Trimafam haijakusaidia, unahamia kwenye Amprolium. Amprolium hiyo utafute ambayo inatoka Holland. Tafuta Amprolium ambayo imetoka Holland, nasisitiza hapo, tafuta Amprolium ambayo imetoka Holland. Wape hiyo dozi au vifaranga, lakini sitegemei, kwa sababu mimi, mimi mwenzetu natumia hizo dawa ninazoambia. Kwa bahati nzuri au mbaya, niwaambieni ukweli, mimi sijawahi kuwaletea hapa habari ambayo mimi sijai kuifanya mimi, lazima nifanye jambo langu likifanikiwa ndo nawaletea watu. Kwa hiyo mimi, yani, trima farm peke yake inanisaidia mpaka napeleka wale kuku sokoni. kwa broiler. Wiki ya kwanza nawapa, wiki ya pili nawapumzisha, wiki ya tatu narudisha tena nawapa kwa viwango vile vile, na kipimo lazima kitaongezeka cha dawa, kwa sababu wale kuku wanakunywa sana maji katika huo umri wa wiki mbili kwenda mbele, wanakunywa sana maji, na kipimo kile lazima ujaze kile kijiko kwa lita kumi lazima ujaze kile kijiko unachotumia kula wali, ndo waweke yale maji. Wakimaliza yale mchana, utawapa maji ya vitamini peke yake. Dozi yetu tunawapa asubuhi, asubuhi ndo unawapa hiyo dozi, lakini wakimaliza yale maji mchana unataka kuwaongezea, wape vitamini, usirudie tena ile dozi kwa sababu unaweza kwa over, kwa overdose. Asubuhi mwapa timafamu, wamaliza maji, unawapa tena maji ya timafamu mchana, utaua kuku unawapa dozi ile ya kwanza tu ile asubuhi alafu mchana kama kuna hitaji wa ya kuongeza maji wamemaliza wape maji ya vitamini peke yao hizo dawa zinasaidia badilisha kipimo badilisha kipimo lazima uende na vipimo au kuku wanakunywa maji kadri siku zinavyoongezeka ndo wanakunywa maji usitumie kipimo kile kile sasa kwa sababu ukitumia kipimo kile kile maana yake utakuwa unawapa underdose lazima uongeze dawa kwa sababu maji pia yataongezeka, kwa sababu unahitaji kuwaongeza maji mchana. Kwa hiyo lazima uongeze dawa kwenye ile kwenye yale maji unayowapatia ili kwamba wanapokuja kunywa, wanakunywa dawa, inaenda kufanya kazi. Nimekuwa nikionyesha mara nyingi, tafuteni video hapa chini. Nimekuwa nikionyesha mara nyingi ninamnagea, ni namna gani unaweza ukawapimia vifaranga wa siku ya kwanza vifaranga wa siku ya, pi, ya, ya wiki ya kwanza ile ya pili unaongeza, unajaza kile kijiko, kwa sababu maji sasa wanakuwa wanakunywa mengi. Lakini kama unawapa andadozi, usitegemee hiyo dawa itafanya kazi. Sijawahi kuwapa mimi amprolium vifaranga wa wiki, wa miezi miwili sijawahi, toka wameanza mwezi wa kwanza, wa pili sijawahi za mafua sijawahi kwa sababu ile Trimafam pia inatibu mpaka mafua. Kitu kingine unapotibu hawa vifaranga na kuwalea, hakikisha mazingira yako ni makavu. Wasikae mahali pa bichi. Wasikae mahali penye unyevu unyevu ili kwamba wasiambukizwe na magonjwa. Coccidiosis, unyevu, unyevu unyevu, peche, peche ule wanakula kula upeche peche ule ndio unaleta bakteria. Lakini mafua wanatakiwa alale mahali pakavu lakini chumba chako kiwe kina hewa ya kutosha, iwe inaruhusu hewa kuingia na kutoka, Kuku wako atakaa vizuri, hautahangaika na madawa. Mi nawapenda sana hebu nenda kajaribu kufanya hilo zoezi, alafu wewe uje hapa unipe majibu, utaona inavyokusaidia. Watu wengi wanatoa testimony hapa. Mi nawashukuruni sana mliofanikiwa, timu Kadala, mnakuja kuleta testimony kwenye comment section. Naziona testimony zenu, ninawashukuru sana na ninawapongeza kwa mafanikio hayo. Ninafurahi sana it makes me proud. Kwa nyinyi kufanikiwa, ujue, kama unamfundisha mtu anafanikiwa alafu anafaulu, ah, lazima ufurahi, lazima ufurahi. Unajipa mwenyewe biga hapo, naona